watu walikuwa hawajapata vizuri elimu ya, ya Tasaki. Watu wakaenda na mtumbu mbovu ziwani, hatima ati yake mmoja akabaki ziwani, kwa maana chombo kile kilipata itirafu, lakini sasa baada ya kujua haya wanayosema ni mazuri, hadi sasa tunaona mambo yako vizuri. Kukubelwa anaitwa Kukubelwa Charles Tryphone, ni mkazi wa maeneo ya hapa Gatrini na pia ni mfanyabiashara mdogo mdogo anayejihusisha na ununuzi wa samaki. Kutokana na elimu yenu tunashukuru, mbinu za uvuvi zimebadilika kutoka kwenye utegaji wa kutumia maboya matete kama mitumbwi mpaka kwenye utegaji wa vugavuga mpaka sasa hivi tunatumia mashine kiukweli, tunashukuru kutokana na huduma zenu zimeweza kutupa maendeleo kiasi. kwa Ma majina naitwa Shukrani Charles Saani. ni TASAC wanavyokuja, wanatupa elimu, lakini bado tunaendeleza kuwapa wavuvi elimu, tunawahimiza wavae life jacket wakiwa wameenda ziwani, na life jacket hii ina kiwango maana hata mtu ikitokea mezama inakaa masaa sabini na mbili na maana siku tatu anaweza kupata msaada na anaokolewa. Hivyo sasa tunaendelea kuhimiza na kutoa elimu kwa wavuvi na wadau, waendelee kutumia vyombo salama, lakini pia wafate mashariti ya TASAKI. Wavuvi wetu wanatumia vyombo kwa ajili ya, ya, ya kuvuvi katika maeneo yao. Mimi nishukuruni sana. Uh, kwamba wananchi wetu wengi walikuwa hawaelewi. Najua tu kwamba kazi kubwa ya kwenda kuvua ni akishachonga tu mtumbwi wake basi anakwenda ulivyo hmm. Lakini kumbe sisi kama serikali tunataka kujua vilevile na usalama wake e, sehemu ya bahari, ya, ya ziwani wanakopita kule kuna mambo mengi e, kuna upepo mkali leo tunasema ziwa limechafuka na nini, lakini nayo vilevile inawezekana wako wawili au watatu mle ndani tunahitaji vyombo vile visajiliwe rasmi. TASAC kumewaelekeza sasa, isiwe kwamba mtu anakutwa ana hajasajili chombo chake alafu anakuja kulalamika serikalini kwamba nimekamatwa.